wa shule za msingi ni ubunge la Voi katika kaunti ya Taita Taveta umetajwa kuchangia matokeo duni kwani wanafunzi huchelewa wanapoenda shuleni kukata kiu ya masomo. Hata hivyo, wanafunzi wa shule ya msingi ya Sowa huko Saghalla wamepata afueni baada ya wahisani kuanzisha mradi wa kuwapa baisikeli ili wafike shuleni kwa wakati unaofaa. Julius Joho ana mengi zaidi. Hamu ya kukata kiu ya masomo kwa wanafunzi hawa inakumbwa na changamoto tele, hapo wakilazimika kutembea mwendo mrefu kwenye misitu ili kukata kiu ya masomo. Sasa wafadhili wamejitokeza ili kusaidia kwa kuwapatia baiskeli, hasa wanafunzi ambao wanatoka mbali zaidi na shule hii. Wanyama wanatatiza watoto sana, wakienda shule na wakitoka nyumbani. Kufika shule inakuwa ni matatizo, so tukaona pia hii baiskeli itasaidia upande huo upande wa watoto wafike shule haraka na pia watoto waweze kufika shule kwa wakati unaofaa, na pia watoto wafike shule kama hawajachoka. Waalimu wakisema baiskeli hizo pia zinasaidia wanafunzi hasa wale wa kike kufika nyumbani mapema na kuepuka maswala ambayo hayafai wanapokuwa njiani, manake watoto wa kike pia hawatakumbana na hali za kuwa kusimamishwa simamishwa njiani tafika nyumbani kwa wakati unaofaa, na kama mtoto wa kike aweze kujipanga kama vile inavyo hitajika, kujisafisha na hata pia kusaidia shughuli za, zake pale shughuli pale nyumbani ili kwamba awe mtu ambaye anaweza kuwajibika wakati anapokuwa msichana mzima vitatusaidia. Kuna wengine wanatoka mbali, so wanabidwa rauke imagine like four, wanatoka nyumbani wanabidwa buti na mgwadi shuleni. Wakifika shuleni wamechoka, so hivi vifaa vitawasaidia ili waweze kufika shuleni mapema na siwe wawe wamechoka, ili wakifika shuleni mwalimu akiingia klasi wawe bado wako na ile energy. Wito umetolewa kwa mashirika yasiyo ya serikali kusaidia kupatikana kwa baiskeli zaidi ili kuwarahisishia wanafunzi usafiri wa kwenda na kutoka shuleni. Kuna vitu mingi sana huwa tunafikiria inazuia watoto kwenda shuleni kama mambo ya sanitary towel. But leo uh, nimerealize sanitary towel is one of them, but there is also distance ile watu wanatoka shule wakikuja uh, na ukiangalia, watoto wengi wao even the distance can make them wasikuje shule tunaendelea kuomba kama kuna watu huko nje wako na baiskeli na wanataka zikuje hapa Saghalla kusaidia watoto, tutafurahi sana, kwa sababu zile shule tunataka kupatia baiskeli ni zaidi ya shule saba na hao ni zaidi ya watoto elfu moja. Kupatikana kwa baiskeli hizi ni afueni kwa wanafunzi hasa wanaotaka kukata kiu, kwani wengi hutoka sehemu za mbali ili kuweza kufika shuleni kwa ajili tu ya kuendeleza masomo yao. Ikiripotia runinga Citizen, kutoka Taita Taveta, mimi ni Julius